<laughs> Tuanze na Kamshange, umependeza sana. Asante, kawaida yangu. Lakini yako inaitwaje? Yani unajua South Africa ukienda nini, mm. kuna wale wazawa wenyewe, kukutana nao, tuseme kama baadhi ya culture zao, amevaa makoti marefu, kuna boots, sababu hicho kikep Uh, sikumbuki muda sijui elfu hamsini. Miwani. Like tatu. Aaa, kwa dhahabu. Original, you see, so my brand. Sijavaa feki. Bane. Macho nayo jamani. Hebu nani na miwani? Hebu hebu zoom tuone. Sasa sijavaa feki, bro. Eh? Si ngapi? Ah, sipendi kusema bei ni gharama. Ndio tuambie. Wewe tuambie. Hamasisha. Unawa motivate. Sio kama una brag unawa motivate. Kweli? Na wenyewe wapendeze eh. Niletee zawadi. Okay. Tushi hapo. Na mzee au shangazi yangu anaishi Marekani, anaitwa Rosie. Pamoja na saa? Mkoba. <laughs>